Sasa tunapoanza safari hii ya hekima, ni Jumapili huu ndiyo mwanzo wa kile tunachokiita wiki ya mateso. Hii ni wiki inayohusu kuingia kwa Kristo Yerusalemu hadi kwenye kesi yake, kusulubiwa na kufufuka kwake. Sasa Yesu bado lazima awe anabeba e, harufu ya manukato yale ambayo Maria alimpaka, alipokuwa anaondoka Bethania na wanafunzi wake kuelekea magharibi kwenda Yerusalemu, umbali wa maili mbili tu upande wa pili wa mlima wa Mizaituni. Sasa Injili zote nne zinasimulia kwamba walipofika katika kijiji kiitwacho Bethfage, Yesu aliwatuma wanafunzi wawili mjini kwenda kumletea mwanapunda ambaye hajawahi kupandwa. Atapanda huyo mwanapunda kuingia Yerusalemu. Huyu ni punda mchanga ambaye hajawahi kupandwa kabla, na hili litatimiza unabii wa Zekaria 9:9 uliotolewa miaka 500 iliyopita kwamba mfalme atawasili ameketi juu ya mwanapunda. Siyo tu kwamba hili linatimiza unabii, bali pia ni muujiza unaoonyesha mamlaka ya Kristo juu ya uumbaji. Fikiria kumpanda punda ambaye hajawahi kupandwa. Sasa sijui ni wachunga ng'ombe wangapi huko nje wanaonisikiliza sasa hivi, lakini kwenye michezo ya kupigia ng'ombe niliyohudhuria, sote tunashusha pumzi wakati mfanyabiashara wa ng'ombe anapojaribu kupanda bronko ya buking kwa sekunde nane. Basi ngoja nikuambie, safari hii ya punda katikati ya umati wa watu wanaopiga kelele, kuimba na kupeperusha matawi ya mitende, si kitu kingine bali ni muujiza. Unahitaji pia kuelewa kwamba kupanda punda katika kipindi hiki cha zamani ilikuwa ni ishara ya kifalme ya amani. Yesu anaonyesha kwamba yeye ni mfalme, lakini pia anaonyesha kwamba yeye ni mfalme aliyeja kwa ajili ya amani. Sasa Yohana saa 12 na madakika 12 inaandika umati mkubwa uliokuja kwenye sikukuu uliposikia kwamba Yesu anakuja Yerusalemu, wakachukua matawi ya mitende na kutoka kwenda kumpokea kwa njia, Yosefu, mwanahistoria Myahudi wa karne ya kwanza, alikadiria kwamba idadi ya watu wa Yerusalemu iliongezeka hadi kufikia watu milioni tatu 3 wakati wa Pasaka, na Yohana anatueleza hapa kwamba kulikuwa na umati mkubwa uliokuja kumpokea Yesu akiwa ameshika matawi ya mitende. Sasa hiyo ni shughuli iliyotengwa kwa ajili ya kuheshimu ujio wa mfalme. Ninakumbuka kitabu cha Ufunuo sura ya 7, ambapo waumini kutoka pande zote za dunia wanaonyeshwa wamesimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu wakifanya nini? Wakipunga matawi ya mitende. Siku moja wapendwa, mimi na wewe tutakuwa pale tukipunga matawi ya mitende kumheshimu mfalme Yesu tunaposherehekea uwepo wake. Sasa hapa katika Yohana saa 12 na madakika 13, umati unashangilia hosana, hosana. Sasa hosana ni neno la Kiebrania linalomaanisha utuokoe sasa. Hivyo Wayahudi walikuwa wanatarajia Yesu aingie mjini, aipindue Roma na kurudisha ufalme wa Israeli. Wao wanapanga mapinduzi hapa, Yesu anapanga ufufuo. Pia umati huu unaimba kwa njia moja ya Zaburi wanazozipenda zaidi, mstari wa 13, abarikiwe ajaye kwa jina la Bwana. Hii ilikuwa wimbo wa kitamaduni wa Pasaka kutoka Zaburi 118 na, lakini wameongeza mstari hapa. Eh, angalia, wanaimba abarikiwe ajaye kwa jina la Bwana hata mfalme wa Israeli. Naam, wameongeza hilo. Unaona, wako tayari kumtawaza kuwa mfalme. Wanafikiri ni wakati wa kutawazwa. Yesu anajua kwamba baada ya siku chache itakuwa wakati wa kusulubiwa. Sasa, kumbuka wapendwa, sisi leo tuna faida ya kujua simulizi lote. Lakini hilo halikuwa hivyo kwa wanafunzi hapa, na kusema kweli wamechanganyikiwa sana. Ni baadaye tu ndipo wataunganisha mambo na kuelewa maneno ya kinabii na alama zote hizi hapa. Lakini kwa sasa tunasoma katika mstari wa kumi na sita: "Wanafunzi wake hawakuelewa mambo haya mwanzoni, lakini Yesu alipokuwa ametukuzwa, ndipo walipokumbuka kwamba mambo haya yaliandikwa kumhusu na yalikuwa yametendeka kwake. Umati wa watu uliokuwa pamoja naye alipomwita Lazaro kutoka kaburini na kumfufua kutoka kwa wafu uliendelea kutoa ushuhuda. Sababu iliyowafanya watu wamwendee ni kwamba walikuwa wamesikia kuwa ametenda ishara hii." Kwa hiyo habari hizi zimeenea kila mahali. Shaka yoyote iliyobaki kuhusu nguvu za Yesu imeondolewa kabisa, wapendwa, kwa kufufuliwa kwa Lazaro kutoka kwa wafu. Muujiza huo bila shaka umeonyesha kwamba Yesu kweli ndiye Masihi, mfalme wa Israeli. Sasa, vipi kuhusu viongozi wa Wayahudi? Kama tulivyoona tayari, Yohana saa kumi na moja na madakika hamsini na tatu inatuambia hapa kwamba kwamba wanafanya mipango ya kumuua Yesu, na kisha tunasoma katika sura ya kumi na mbili mstari wa kumi kwamba wakuu wa makuhani walipanga pia kumuua Lazaro kwa sababu kupitia yeye wayahudi wengi walikuwa wanamwamini Yesu. Kwa hiyo watajaribu kuwaua watu hawa wawili. Viongozi hawa wa kidini wanalazimika kusimama pembeni, huku maelfu ya watu wakimshangilia Yesu na kumtangaza kuwa ndiye masihi waliyemsubiri kwa muda mrefu, na viongozi wa kidini hawana la kufanya zaidi ya kutazamana wao kwa wao. Kwa kweli, kwa hasira wanasemezana hapa katika mstari wa kumi na tisa tazama dunia yote imemfuata. Unaona, wanataka kumuua, lakini wanajua watu wako tayari kumtawaza. Inanivutia kwamba katika Jumapili hii ilikuwa desturi kwa makuhani kusoma Zaburi 24 pale hekaluni. Kwa hiyo wakati watu nje wanaimba hosana kwa Yesu, fikiria hili: makuhani wako ndani wanasoma Zaburi 24 na, na mstari wa saba wa Zaburi 24 unasema hivi: inueni vichwa vyenu enyi malango, inueni enyi milango ya kale, ili mfalme wa utukufu aingie. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu na hodari. Hili halikuwa jambo la bahati tu. Kwa kweli, kwa muda mfupi hapa, dunia hii imeshikwa na ukweli wa Yesu ni nani. Na wakati dunia isiyoamini ilitaka kunyamazisha ukweli wa Kristo, inaonekana kwamba Yerusalemu yote ilikuwa haina watu wakimtukuza na kumsifu mwana wa Mungu. Nakumbuka miaka iliyopita niliangalia ibada ya mazishi ya mmoja wa marais wa zamani wa Marekani. Ibada yote ilionyeshwa kwenye televisheni na redio na mamilioni ya watu waliitazama. Ilikuwa ni wakati wa kilele, na mara nyingi huo ndio wakati ambapo vyombo vya habari hupuuza na kudharau Ukristo. Sasa Billy Graham alisimama kuhubiri na wakati mamilioni ya wasioamini walilazimika kutazama na vyombo vya habari vililazimika kuelekeza macho yao, na wanasiasa wasiomcha Mungu walikaa pale wakilazimika kukaa kimya, huyu mwinjilisti mzee alisimama na kuhubiri injili rahisi ya Yesu Kristo. Hata aliwaita wote waliokuwepo pale, wenye dhambi wanaohitaji Mwokozi. Unajua, nilikuwa nimekaa sebuleni kwangu nikibadilisha kati ya kusema amen na kusema waonyeshe. Unaona, dunia ilinyamazishwa kwa muda mfupi na kulazimika kusikia kuhusu utukufu wa Yesu Kristo. Hicho ndicho kinachotokea hapa katika simulizi la Mathayo sura ya 21 mstari wa 14, tunaambiwa kwamba Yesu kisha anaingia hekaluni, anawaponya vipofu na vilema. Luka sura ya19 mstari wa 39 inaandika kwamba unajua, mafarisayo walikuwa wakusikitisha sana katika pingamizi lao dhidi ya sifa na shangwe hii yote ya hadharani, wakimwambia Yesu, unajua, unapaswa kuwakemea wanafunzi wako. Yesu anawajibu katika mstari wa 40 akisema angalia, kama watu hawa wangenyamaza, hata mawe yaliyo chini yangepaza sauti kwa sifa. Basi baada ya siku hii ya kwanza Yerusalemu, na ilikuwa siku ya aina yake. Mathayo 21 inaandika katika mstari wa 17, na alipowaacha alitoka mjini akaenda Bethania na akalala huko. Sasa katika Luka sura ya 19 mistari ya 41 na moja hadi 44 tunaambiwa kwamba Yesu aliguswa hadi akalia machozi alipoiangalia mji wa Yerusalemu. Anajua kwamba kwamba mwishowe watamkataa. Hii itasababisha uharibifu na maangamizi yao miaka michache baadaye. Wapendwa, liweke hili akilini, kupinga Yesu Kristo ni kazi isiyo na matumaini. Huwezi kuzuia mpango wa enzi wa Mungu. Mungu hasumbuki wala hajashikwa na wasiwasi kuhusu uamuzi wa hivi karibuni kutoka Washington au bunge au popote unapoishi. Hana wasiwasi kuhusu wazo ovu jipya linaloenezwa Mungu. Mungu hajawahi hata mara moja kuita kikao cha dharura cha Utatu Mtakatifu. Kutakuwa na watu katika kila kizazi ambao watatumia maisha yao yote kumpinga Kristo, kumkataa Kristo na kumdhihaki Kristo. Watu hawa wanapatikana leo kwenye vyuo vikuu, nyuma ya meza za watangazaji wa habari, kwenye vipindi vya televisheni, katika mashirika makubwa ya uchapishaji na kwenye mimbari za makanisa ya kiliberali. Lakini kitu pekee watakachoharibu ni maisha yao wenyewe. Unajua mara nyingi namkumbuka mwanafalsafa asiamini Mungu, Voltaire, ambaye alitabiri mwisho wa Ukristo. Alishambulia Biblia na Injili bila kuchoka. Sasa katika ucheshi wa mipango ya Mungu, baada ya kifo cha Voltaire, nyumba yake ilinunuliwa na Jumuiya ya Biblia ya Geneva, ambayo ilisambaza Biblia katika sehemu hiyo ya dunia. Basi ngoja ni kuambie viongozi wa kidini walipaswa kunyanyua bendera nyeupe hapa na kuinama kwa unyenyekevu mbele ya Masihi wao. Kwa bahati mbaya, hawakufanya hivyo. Kwa hiyo msalaba wa Kristo sasa uko siku moja karibu zaidi, kulingana na mpango wa Mungu.